Msemaji wa klabu ya Simba, Ahmed Ally, leo alipata wasaa kuzungumza na vyombo vya habari katika press conference ambayo iliandaliwa na Simba Sports Club mahususi kabisa kwa ajili ya kupromote ama kuhamasisha mchezo wa robo fainali na kombe la shirikisho barani Afrika. Kuna michezo miwili ambayo Simba Sports Club inatarajia kucheza katika mwezi April mchezo wa kwanza ambao ni first leg, Simba Sports Club itaenda kucheza nchini Misri ambapo Al-Masri itamkaribisha Simba Sports Club, itakuwa ni tarehe mbili April 2025 majira ya saa moja kamili usiku, na mchezo wa pili utachezwa hapa Tanzania ambapo Simba Sports Club watamkaribisha Al-Masri Sports Club, itakuwa ni tarehe tisa April majira ya saa kumi kamili jioni. Sasa msemaji wa klabu ya Simba leo alipata wasaa wa kuzungumza maneno yafuatayo, namnukuu hapa: kikosi kitaondoka nchini alfajiri ya tarehe 28 kuelekea Misri kwa kutumia ndege ya Egypt Air. Wachezaji wetu waliokuwa Taifa Stars wataungana na timu nchini Misri. Kamara na Mukwala tayari wameshaanza kujiunga na wachezaji wenzao kwa ajili ya maandalizi ya safari. Kila mwana Simba atambue kwamba pamoja na mipango tulionayo, lakini lazima tujipange, lazima tujiandae na hasa kama timu yenyewe inatokea Misri. Ukiangalia michuano ya Afrika ilivyo, utaona kwamba Misri ndio nchi iliyoingiza timu nne kwenye robo fainali. Tunakwenda kucheza na Almasri tukijua tunakwenda kucheza mechi ngumu kwelikweli, lakini dhamira tuliyojiwekea ni kufuzu nusu fainali. Ni watoe hofu kwamba uwanja wa Benjamin Mkapa umeshafanyiwa ukaguzi bado majibu hayajatoka, lakini katika mazungumzo wanasema kwamba kuna maboresho makubwa kwenye uwanja ukilinganisha mara ya mwisho walipofanya ukaguzi, hivyo kuna nafasi kubwa ya kucheza kwenye uwanja huo. Na wote mnakumbuka kauli ya msemaji mkuu wa serikali alivyosema kwamba uwanja upo tayari, hatuna muda wa kusubiri, tunafanya maandalizi. Ahmed Ally aliendelea kusisitiza kwamba viingilio vya mchezo dhidi ya Almasri hapa Tanzania mzunguko itakuwa ni shilingi elfu tano orange elfu kumi VIP C elfu kumi na tano na VIP B elfu thelathini VIP A elfu arobaini platinum laki na hamsini na tanzanite laki mbili na elfu hamsini Laki tiketi zimeshaanza kuuzwa mpaka sasa mechi hii tunataka kuingiza mashabiki kati ya elfu hamsini hadi elfu sitini hivyo tutafanya hamasa kubwa mtaa kwa mtaa ili kuhamasisha wanasimba kujitokeza kwa wingi kwenye mchezo huo muhimu Safari hii tutawatembelea matawi mengi sababu tunataka watu wengi waje uwanjani. Safari hii tumekuja na tukio la kipekee kabisa. Tumeandaa bonanza ambalo litahusisha wafanyakazi wa benki ambao ni mashabiki wa Simba. Tukio hili litahusisha benki zote ambazo zitathibitisha kushiriki. Sharti ni moja, washiriki ambao watacheza wawe mashabiki wa Simba. Bonanza litafanyika kwenye viwanja vya chuo kikuu cha Dar es Salaam tarehe 6 Aprili 2025. Kutakuwa na zawadi mbalimbali mbali kwa washindi ikiwemo kombe. Aliendelea kusema semaji la klabu ya Simba Ahmed Ally kwamba kauli mbiu ya mchezo huo dhidi ya Al-Masri itakuwa ni hii, tunavuka hii tunavuka. Hiyo ndiyo kauli mbiu. Hii inamaanisha kwamba kwa msimu mitano mfululizo tunaishia robo fainali, lakini safari hii tunavuka. Wakuwa tunamtanguliza Mwenyezi Mungu. Taarifa kuhusu mchezaji wetu Shemaroni ni kwamba yupo nchini Moroko, anaendelea na matibabu, na baadaye madaktari wetu watatupa taarifa kwamba ni lini mchezaji wetu huyu atarudi uwanjani kuendelea na majukumu yake. Wale wote ambao walinunua tiketi dhidi ya Constantine watatumia tiketi zao kwenye mchezo dhidi ya al-Masri. Tuko kwenye hatua za mwisho kuwa na big screen ya mchezo ambao tutacheza kule Misri, tutatoa taarifa itakapokuwa tayari. Hayo ndiyo maneno ya msemaji wa klabu ya Simba aliyozungumza katika mkutano na waandishi wa habari. Ni upi mtazamo wako juu ya maneno ya semaji Ahmed Ally? Naomba niambie hapo kwenye komenti hapo. Ni Super Trove ya Dino Television, endelea kutofollow kwa taarifa nyingi zaidi za kimichezo.